Umekuja hapa nakuuliza swali moja tu kwamba umi natii kwenda na umekaa tu hapa nyumbani. Nachotaka kujua kwamba swala zima langu ni kuoa lini, utaleta mwanamke hapa hey, nyumbani? Hiyo sasa, kama nadhani nataka kuoa. Siwezi kuoa bana. Kati huu bado sana, mimi mdogo nini, alafu kwanza sijapata chagua wakati eh, kuna Sakina Adija eh, mtau kubarikiwa wabiti wengi eh, kuna Josefina pale eh, Ashura, yaani wanawake ni wengi. Unajiuliza nini ambacho labda eh, kinachokufanya ushindi kuoa umu unazidi eh? Kwenda au ndio elimu ambazo nimekulipia ukasome huko nje, siku ndio mwisho wa siku nitaki kuoa wote wale ulionitajia ni wazinguzi tu? Baba mimi bado kwanza, ninaangalia ya yeah, nitachagua mahusiano gani. Maana ilipokuwa shuleni tumefundisha mahusiano, nikaangalia hata nikatafuta jamaa wangu mmoja ambaye atanielewa mimi nitamuoa. Soma ndoa za jinsia mbili Na wa kisoma, mse, kwa hiyo watoto akisoma nje doi ananiambia kwamba anataka kuchagua ndoa aidha ya mwanaume na mwanaume au mwanamke kwa mwanaume kweli? Yes dad, mbona sisi tumesoma hivyo kwamba unaweza ukachagua ndoa ya eh, mwanamke au ukachagua ndoa ya mwanaume. <laughs> baba vipi? <laughs> eh? Yani wewe ujui